Umar ibn Khattab hadithi zake chache alizozipokea zote ni, ni msingi wa Uislamu. Yaani, ukiachilia h hadithi a ya, ya innamal a'malu binniyat, kuna hadithi ya maratibu dini aliyopokea vile vilevile ambaye alikuja Jibril alayhi salam kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika sura ya kibinadamu, hadithi ndefu muhimu, akamkuta mtume sallallahu alayhi wasallam amekaa na masahaba zake msikitini, akaingia. Umar anasema ameingia mtu ambaye hatumfahamu. Eh, lakini haonekani kwamba ana athari ya safari, kwa sababu alikuwa amevaa kanzu nguo nyeupe sana, nywele zake zilikuwa nyeusi sana, yani zinang'aa kwa mafuta sawa na, na akaja moja kwa moja akamsogelea mtume sallallahu alaihi wasallam akamshika kwenye magoti yake, yani akauswa mtume na uso wa huyu mtu kugusana hivi, halafu akamuuliza mal islam, nini Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu kumtajia nguzo tano za Uislamu, akamwambia sadaqta, akamuuliza ma huwa al iman Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu nguzo sita za imani, akamwambia, huwa salama, ihsana, kisha akashangaa, mwisho, iman akamwambia ma wasallam akamjibu nguzo moja. Akamwambia huyo alokuja hapa sasa hivi ni Jibril amekuja kuwafundisheni dini yenu. Na kweli dini ya Kiislamu iko katika maratibu tatu, nguzo za uislamu, nguzo za imani na nguzo ya ihsan. Sasa hadithi hii imesimuliwa yote na Umar ibn Khattab. Na hii hadithi ya inama al-a'malu binniyat nayo imesimuliwa na Umar ibn Khattab. Hakuwa na hadithi nyingi lakini alizonazo alizozisikia alizo ni msingi unaojenga dini tukufu ya Kiislamu. Kwa hiyo anasema nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema inama al-a'malu binniyat kama nilivyoitafsiri hiyo hadithi. Hadithi hii imepokewa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Na siku zote ndugu yangu Muislamu hii ni samiati jaribu kuihifadhi. Ukisikia hadithi alafu mwisho ikasemwa mutafaqun alaihi, maana yake hiyo hadithi ni sahihi 100%, kwa sababu wamekubaliana Bukhari na Muslim, maimamu wakubwa wa hadithi, wamekubaliana hiyo hadithi ndio ilivyo hivyo. Na hawa ndio maimamu wakubwa waliopokea, walokusanya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na hawakufanya kazi ndogo. Kama Imam Bukhari alifanya kazi kubwa sana kukusanya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unajua, sisi baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba walitapakaa nchi tofauti tofauti, na kila mtu ameondoka na hadithi zake. Huyu ana hadithi elfu moja mwingine ana hadithi elfu mbili, mwingine ana hadithi kumi, mwingine ana hadithi sijui ngapi. Ilikuwa hazijaandikwa hazijakusanywa kwenye kitabu kimoja kama ilivyokuwa Quran. Kwa hiyo ilikuwa yani, mtu anaweza kuwa na hadithi mia moja, lakini mwingine akawa na mia mbili amemzidi. Sasa alichokifanya Bukhari ni kuwatembelea watu wote wanaosikia wana hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzikusanya katika kitabu kimoja. Na kuhakikisha kwamba anakusanya hadithi iliyokuwa sahihi, yani anafuata ile ile sanad, ule mtiririko wa hadithi mpaka unafika kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akiwa na shaka ile hadithi anaweka pembeni, haichukui. Kwa hiyo alicho alihakikisha kwamba anafanya kazi Waislamu wapate hadithi ambazo hazina shaka ndani yake. Yaani amejiridhisha yeye mwenyewe. Na inasimuliwa na wanachuoni kwamba ilikuwa kuna kuna siku moja alikwenda, alisikia kuna, kuna mtu ana hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, akafunga safari. Zamani ilikuwa hakuna usafiri kama tulionao sasa hivi, unasafiri kwa ngamia. Akaenda mpaka kile ule mji, akafikia kwa ule bwana na akamwambia malengo yake kwamba nimekuja kwa ajili ya kupata yale ambayo wewe umeyapokea kutoka kwa wazazi wako, kwa wazazi wako kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wakati anamwangalia ana, ana, ana, ana ule bwana na maisha yake ya kila siku pale, yule bwana akawa amemuita nadhani ilikuwa ni mbuzi au ngamia, ameshika majani anamuita yule mnyama, lakini lengo ilikuwa sio kumpa majani, ilikuwa lengo mkamate akuchinja, chakula cha mgeni. Na tunafanya hivyo kweli. Yule mnyama akaja, alipofika pale akamkamata. Kwa nini umefanya hivyo? Kwa sababu ni siwezi kumfukuza, nimdanganya kama nitampa chakula, lakini lengo langu ni mkamate ni mchinje. Yule bwana Bukhari siku ya pili akaaga, bwana, sikuwa nataka hadithi, ah, sitaki hadithi kutoka kwako kama unaweza kumdanganya hata mnyama, shekhe sawa, unaweza ukamzulia hata Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya maneno.